Habari za kitu huu, leo ni Machi 21 mwaka 2018. Karibu katika news updates za global TV. Mimi ni Amardachi. Mwanamume mmoja ajulikanaye kwa jina la Bernard Shumba mkazi wa Singida anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani humo kwa kumuua mke wake miaka minane iliyopita kisha kuuficha mwili wa marehemu kwenye mbuyu. Kamanda wa polisi mkoa wa Singida, Deborah Magiligimba, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema mtuhumiwa baada ya kukamatwa alikiri kutenda kosa hilo na kwenda kuonyesha mwili wa marehemu ulipokuwa umehifadhiwa ndani ya mbuyu ambapo jeshi hilo kushirikiana na nchi lilifanikisha kuupata mabaki yake. Inadaiwa kuwa mnamo Julai 10 mwaka 2010 katika kijiji cha Yulansoni kata na tarafa ya Kinyangiri wilaya ya Mkalama mkoani Singida Tabu Robert mwenye miaka 28 ambaye kwa kabila ni Mnyiramba mkulima wa Yulansoni aliuawa na mume wake aitwaye Bernard Shumba Asiza mwenye umri wa miaka 47 naye ni Mnyiramba na mkulima wa Yulansoni. Baada ya mtuhumiwa kufanya tukio hilo, alichukua mwili wa marehemu na kwenda kuuficha kwenye mti wa mbuyu ambapo una tundu kubwa na kisha aliripoti kituo kidogo cha polisi Kinampanda Mkalama kuwa mke wake ametoroka na alianza kumtafuta hadi Machi 17 mwaka wa 2018 ambapo taarifa zilipatikana kuwa alimuua. Baada ya mtuhumiwa kukamatwa na kuhojiwa alikiri kufanya kitendo hicho na kuonyesha sehemu alipoficha mwili huo Machi 18 mwaka huu majira ya saa kumi jioni. Mkuu wa polisi wa kituo cha Mkalama na timu yake walifika eneo la tukio na kufanikiwa kupata mabaki ya mifupa yakiwa ndani ya mti huo. Baadhi ya mifupa imechukuliwa kwa ajili ya kupelekwa na mkemia wa serikali na iliyobaki ndugu wamekabidhiwa kwa ajili ya mazishi. Katika picha utaona mti mkubwa wa mbuyu ambao una tundu kubwa ambamo ndani yake nimo mnamosemekana kwamba marehemu huyo alikuwa amefichwa humo. Lakini katika picha nyingine unaweza kuona kwamba mabaki ya marehemu huyo yalikuwa yakionekana, mifupa tu ndiyo ilikuwa imebaki. Lakini katika picha nyingine pia utaona wananchi wakishikiana na polisi wakiwa wanaangalia mti huo na kutoa mifupa iliyokuwa imebaki.